Changamoto za ufadhili wa vituo vya afya vya kibinafsi na vile vya kidini sasa huenda zikaathiri upatikanaji wa huduma za afya kwa Wakenya kulingana na utafiti uliofanywa na chama cha hospitali za binafsi vijijini na mijini humo nchini RUPHA. Kituo kimoja kati ya vinne huenda zikafungwa kabisa, hali inayotokana na mishahara kukosa kulipwa, huku asilimia themanini na mbili ya vituo vikipunguza huduma zake. Aidha, kupunguzwa kwa asilimia 85 ya wahudumu katika vituo hivi pia kutatatiza utoaji wa huduma, huku asilimia 71 ya vituo pia vikiripoti ongezeko la kujiuzulu kwa hiari miongoni mwa wauguzi na maafisa wa kliniki. Aidha, changamoto za kifedha zilipelekea kukatwa mishahara kwa asilimia 51, pamoja na ongezeko la asilimia 41 kwa wafanyikazi wa muda huku asilimia 88 na nane ya vituo vya level 4 zimetaja makato ya serikali na malipo ya leseni kuwa vikwazo, na iwapo hatua ya haraka haitachukuliwa basi wakenya watalazimika kutegemea tu vituo vya umma ambavyo tayari kwa sasa havitoshelezi mahitaji ya wakenya kikamilifu. Robi Chacha, runinga ya K24.